Movie inaanza na jasusi msaliti Charlie akimwelekezea bunduki jasusi Eggsy. Eggsy hakubali kushindwa bila mapambano. Hivyo anamsukuma Charlie ndani ya taksi ya shirika iliyokuwa ikimsubiri. Wawili hao wanashambuliana ndani ya taksi hiyo na hakuna anayeonekana kumshinda mwenzake. Eggsy anajaribu kumtupa Charlie nje ya taksi ili aanguke barabarani, lakini Charlie anatumia mkono wake wa roboti kujiimarisha anajivuta kurudi ndani ya taksi na Eggsy anajaribu hata kumpiga risasi kwa mara nyingine. Charlie anatumia mkono wake wa roboti kuzuia risasi hizo. Wenzake na Charlie wanaingilia kati kwa kujaribu kuizingira taksi hiyo kwa magari yao. Eggsy anakaribia kutupwa nje ya taksi lakini anafanikiwa kurudi ndani. Wanapozidi kupigana, dereva anauawa kwa bahati mbaya na taksi inagonga nguzo ya chuma. Chali anatupwa nje ya taksi huku mkono wake wa roboti ukichomoka mwilini na kubaki ndani ya gari. Eggsy anatumia ujuzi wake wa kuendesha gari na teknolojia ya hali ya juu ya taksi hiyo kuliendesha gari kuelekea pembeni. Anatoroka kwa muda mfupi, lakini wabaya wanamfukuza huku wakimfyatulia wa risasi kwa mashine ya bunduki. Merlin anajaribu kumsaidia kwa kubadilisha taa zote za barabarani kuwa kijani, lakini wabaya bado wanamfukuza Eggsy. Kama hatua ya mwisho Eggsy analazimika kutumia silaha za taksi hiyo kukabiliana na wanaomfukuza. Anafyatua makombora machache na kuangamiza maadui zake, kisha Merlin anamwelekeza kwenye ziwa na kumwambia aingize gari ndani. Eggsy anaingia majini na taksi hiyo inabadilika na kuwa nyambizi ndogo. Hatimaye Eggsy anafika salama kwenye kituo cha Kingsman, lakini Merlin anatoa maoni kuwa kuna kitu hakiko sawa. Anahisi kuwa chali hakupigana kwa nguvu ya kutosha, jambo ambalo ni la kushangaza kwa sababu Merlin ndiye aliyemfundisha na hakumfundisha kushindwa. Mapambano vyovyote iwavyo, Eggsy anapaswa kuondoka, hivyo anatoka kituoni kupitia mfumo wa maji machafu. Lakini ghafla ule mkono wa roboti unaanza kujisogeza wenyewe, unaingia kwenye mfumo wa umeme wa taksi na kudukua shirika lote la Kingsman na kupata habari kuhusu mawakala wake. Katika tukio linalofuata tunaona mahali paitwapo Popyland panapomilikiwa na kundi la Golden Seco. Sehemu hiyo ni ya kiongozi wa Golden Seco, mwanamke anaitwa Poppy Adams. Anamwalika mmoja wa wasaidizi wake kwenye mkutano. Msaidizi huyo amekuja na kijana mpya, na Poppy anataka kumjaribu kijana huyo kwa kumwamuru amuue yule msaidizi. Anamwamuru kijana huyo amtumbukize msaidizi huyo kwenye mashine ya kusagia nyama kwa sababu hakufuata maagizo yake kikamilifu. Kijana huyo anafanya kama alivyoambiwa, kisha Poppy anamtengeneza msaidizi wake huyo kuwa baga na kumlazimisha yule kijana mpya kuila. Kijana huyo anatii tena, kwani hana chaguo lingine, na Poppy anamkaribisha kwenye shirika baada ya kumpiga chapa ya tatuu ya Golden Circle kifuani. Baada ya hapo, Eggsy anahudhuria mkutano wa shirika. Merlin anawapa maelezo na kuzungumza kuhusu chali, akisema wanahabari kuwa chali amesajiliwa na shirika la kigaidi. Ingawa bado hawana habari nyingi kuwahusu, Eggsy anasafiri kwenda Sweden kupata chakula cha jioni na wazazi wa mpenzi wake Tilda, ambao ni mfalme na malkia wa Sweden. Mfalme anataka kumtega Eggsy, hivyo anamuuliza maoni yake kuhusu masoko ya fedha nchini India. Tilda anashangaa kwa nini mtu yoyote angejua habari hizo, lakini Eggsy anajibu na kutoa maoni yake, jambo ambalo linamvutia mfalme. Wakati huo huo makombora kadhaa yanarushwa na kushambulia jengo kuu la Kingsman pamoja na nyumba za mawakala kadhaa. Nyumba ya Eggsy pia inashambuliwa na mmoja wa rafiki zake anauawa, kwa sababu alikuwa akimtunzia mbwa wake usiku huo. Eggsy anatambua shambulio hilo mara moja, kwa sababu miani aliyovaa imetoka kwenye shirika. Miani hii imeunganisha pamoja ili iweze kupokea habari kwa wakati halisi. Poppy Adams anafurahia jambo hili onyesha kwa kuwa yeye ndiye aliyepanga shambulio hilo. Eggsy anarudi nyumbani kwa ndege, lakini hafiki kwa wakati. Ghafla Merlin anatokea kivulini, lakini Eggsy hafurahii kumwona kwa kweli, anamwelekezea bunduki jasusi mzoefu Eggsy. Anaamini kuwa ni jambo la kutilia sawa kuwa Merlin hakuwa nyumbani wakati makombora yalipopilia. Merlin anaeleza kuwa anwani ya nyumbani kwake haijasajiliwa kwenye hifadhi tada ya Kingsman Hivyo makombora hayakumshambulia. Eggsy hajui la kuamini, lakini Merlin anatoa ule mkono wa roboti kwenye begi lake, kuelekeza kifaa hicho ndicho kilichohusika na kuwadukua na kuvujisha habari zao. Eggsy anaanza kumwamini Merlin tena, anakumbwa na huzuni, lakini Merlin anamwamuru ajikaze; watafanya kile wanachopaswa kufanya, na baada ya kumaliza ndipo wataruhusu machozi yatoke. Hii ni mara ya kwanza shirika kukumbwa na tatizo hili, hivyo lazima itifaki ya dharura Doomsday Protocol ianzishwe. kwa kwaniyo hakuna kiongozi mwingine aliyebaki, Merlin anapaswa kufanya hivyo. Anampeleka Eggsy kwenye duka siri na kuingia ndani. Mara wanapofika chini ya ardhi, Merlin anakuta seifu, anatoa nembo na kuibandika kwenye seifu ili ifunguke, kisha anazungusha namba kwenye sehemu ya pili ya usalama kuifungua seifu kabisa. Melin anakuta chupa ya whiski tu iliyotengenezwa na kampuni inayoitwa Statesman. Waakala hawa hawajui la kufanya na chupa hiyo, hivyo anaamua kuwaenzi marafiki zao waliopotea kwa kunywa mmoja baada ya mwingine. Wanataja majina ya marafiki zao na kunywa mpaka chupa inakaribia kuisha. Merlin anajilaumu kwa maafa haya na anataka kuimaliza chupa hiyo, lakini Eggsy anamzuia kwa sababu wameshakunywa sana. Chupa inapokaribia kuisha, Eggsy anaona anwani ya kiwanda hicho cha pombe iliyopo Kentucky. Anapendekeza wasafiri kwenda Marekani ili kuona kama kuna kidokezo chochote kinachowasubiri huko. Wawili hao wanafika Kentucky. Wanafanikiwa kupata kiwanda hicho na Eggsy anagundua kuwa moja ya milango inafunguliwa kwa utambulisho na alama za kidole. Kweni kwake, hii inamaanisha kuna mambo makubwa zaidi yanayoendelea mahali hapa. Eggsy anatumia saa yake ya Kingsman kudukua mlango na wanaingia ndani. Merlin anatafuta kidokezo lakini hapati chochote isipokuwa mapipa ya whisky. Mwanamme mwenye bunduki anawakuta na kudai maelezo. Eggsy anamwambia ukweli, lakini mwanamme huyo hawaamini na kuwaambia wapige magoti. Merlin na Eggsy wanamshambulia, lakini mwanamme huyo ana mafunzo makali. Merlin anaangushwa kwanza, lakini Eggsy ana mbinu nyingine Anajaribu kutumia saa yake kumfanya mwanamume huyo alale, lakini mwanamume huyo anaiuzia dhidi yake na jasusi wa Kingsman anaungana na mwenzake chini. Wanapoamka wote wawili wamefungwa kwenye viti. Mwanamume mwenye koba anawauliza wao ni nani, lakini mawakala hao wanamwambia hadithi ile ile ya kweli. Mwanamume huyo anachukua chupa ya whisky na kuwamwagia akitishia kuwaunguza wakiwa hai. Mawakala wanaendelea kurudia hadithi ile ile. Hivyo mwanamume huyo mwenye kofia ya kikaboi anaamua kutumia mbinu nyingine. Anawasha paa kwenye chumba kilicho nyuma yao na kuwaonyesha mwanamume mwingine. Mawakala wa Kingsman wanamtambua mtu huyo na kumuita Harry. Yeye ni mmoja wa mawakala wenzao na waliamini Harry alikufa muda mrefu uliopita kwa kupigwa risasi. Mwanamume mwenye kofia anatishia kumuua Harry ikiwa hawatamwambia ukweli. Lakini mwanamke mmoja anaingia na kumsimamisha. Anawaomba radhi Eggsy na Merlin na kumwambia rafiki yake kuwa hadithi yao ni ya kweli. Watu hawa wawili ni washirika la ujasusi la Marekani linaloitwa Statesman. Jina la siri la mwanamke huyo ni Ginger Ale, wakati yule mwanamume ni Tequila. Tequila anawaomba radhi pia akisema tabia yake ilitokana na kujaribu kufanya kazi yake. Mawakala wa Kingsman wanakimbilia kwenye kile chumba cheupe kumsalimia rafiki yao Harry. Bila shaka wanataka kumtoa hapo. Hata hivyo Harry anawaogopa kwa sababu hajui wao ni nani. Jinja El anaeleza kuwa walikimbilia eneo la tukio ambapo kulikuwa na milio mingi ya risasi na kumkuta Harry amelala hapo. Kuna mtu alikuwa amempiga risasi ya uso. Jinja El aliweza kumwokoa kwa sababu shirika la Statesman limetengeneza teknolojia ya hali ya juu sana. Kwa sababu hiyo, teknolojia yao inazuia uharibifu wa ubongo na kurekebisha tishu ingawa ina madhara yake. Kwa upande wa Harry, amepoteza kumbukumbu zake. Merlin ana wasiwasi, lakini Ginger Ale anampa matumaini kuwa kumbukumbu zinaweza kurudi baada ya muda. Baadaye Tequila anampeleka Eggsy kwa bosi wake, mtu anayesimamia Statesman. anatoa ushirikiano mkubwa na kuahidi kuwasaidia. Anamwambia Eggsy kuwa mabilioni ya dola ambayo Statesman inamiliki yako huru kwake kuyatumia. Eggsy anampa bosi huyo maelezo ya kile wanachojua mpaka sasa, akisema shirika liitwa Golden Circle linatajwa sana anapendekeza wamfuatilie mwanamke mmoja anayeitwa Clara. Clara ni mpenzi wa Charlie na anaweza kuwaelekeza alipo Charlie. Wakimpata yeye, wana uwezekano mkubwa wa kumpata Charlie na bosi wake. Tekila anapaswa kwenda kumsaidia Eggsy, lakini anatokwa na vipele vya bluu mwilini, jambo linaloashiria kuwa ametumia dawa za kulevya zilizotengenezwa na Poppy. Bosi anamtuma tekila kwa daktari na kumtambulisha Eggsy kwa mmoja wa mawakala wake wakongwe, Whisky. Wiski atafuatana naye kwenye misheni hiyo. Wanapokutana, Wiski anaeleza kuwa watatumia kifaa cha kufuatilia ambacho kinaingia kwenye damu ya mtu. Wanapaswa kutumia kifaa kilichotengenezwa kwa umbo maalum ili kukiingiza ndani ya mwili wa mlengwa. Wanampata Clara kupitia mitandao yake ya kijamii kwenye tamasha fulani. Eggsy anajiuliza atawezaje kukiingiza kifaa hicho ndani ya Clara, hawezi tu kumwendea na kumwingizia kidole puani. Wiski anaeleza kuwa njia ya kufanya hivyo ni kwa kulala na msichana huyo. Wiski anajaribu kumtongoza Clara kwanza, lakini Clara hamtaki, anafanya ishara ya kumkataa. Eggsy anapata nafasi na kuingilia mazungumzo akisema Wiski hawezi kuelewa mambo ya kisasa kwa sababu ni mzee sana. Wiski anaondoka na kuwaacha peke yao. Eggsy anaanza kupata ukaribu na Clara kwa kuzungumzia wanyama wanaowapenda. wanapozungumza Eggsy anatumia miwani yake kupiga picha ya watu kadhaa ambao wameanza kutokwa na vipele vya bluu usoni. Anamtumia Merlin picha hiyo, ambaye anaunganisha mambo na kuhisi kuwa kuna jambo kubwa zaidi linaendelea. Yeyote aliyeshambulia Kingsman anapanga jambo kubwa, wakati vijana hawa hawajui chochote, kiasi cha kuanzisha alama ya reli ya vipele vya bluu kwenye mitandao. Turudi kwenye tamasha. Clara anampeleka Eggsy kwa hema lake. Kijana huyo anaomba radhi kwenda msalwani lakini lengo ni kumpigia simu Tilda. Anamwambia ukweli kuwa inabidi alale na msichana kama sehemu ya kazi, hata hivyo hatofanya hivyo ikiwa Tilda atakataa. Anaongeza kuwa hii ni misheni ya kuokoa dunia, lakini Tilda hajali, anakataa mpenzi wake kulala na mwanamke mwingine, lakini kwa sababu dunia iko hatarini, anaweza kumsamehe ikiwa Eggsy atamvisha pete ya uchumba. Eggsy anajibu kuwa hawezi kufanya hivyo kwa sababu ndoa na Tilda itamfanya awe mtu maarufu hawezi kuwa na umaarufu huo, kwani utaingilia kazi yake. Tilda anakasirika na kukata simu. Eggsy anarudi kwenye hema la Clara akiwa na nia ya kuondoka, lakini Clara anapovua nguo, Eggsy anaona tatuu ya Golden Circle mgongoni. Hii ina maana yeye si mpenzi wa Charlie tu, bali ni mwanachama wa shirika hilo. Eggsy anajua lazima akamilishe mission. hivyo analala naye na kukiingiza kile kifaa cha kufuatilia mwilini mwake wakati wa kuondoka unapofika, anampigia Tilda lakini hapokei, kisha anapiga simu hotelini alikopanga, lakini Tilda anamwambia mhudumu waseme kuwa ameshaondoka. Baadaye, Eggsy anamtembelea Harry tena kwa sababu Harry alimsaidia sana huko nyuma, lakini Harry wa sasa ni tofauti kabisa na yule wa zamani. Yeye si mpiganaji tena, bali hobi yake ni kuangalia vipeperua. Anapanga kumfanya akumbuke kwa kuzungumzia maisha yao ya zamani. Anakumbuka kuwa alikuwa mtu asiye na thamani kabla hawajakutana mtu yeyote alimtesa Eggsy mpaka alipokutana na Harry aliyemfundisha kuwa mwanamume anaweza kuwa muungana kwa wengine. Hata baada ya hotuba hiyo, Harry hakumbuki chochote. Anampa Harry mkono na kumwomba amwache aishi maisha yake, kwani hawezi kuwa mtu ambaye Eggsy anamtaka. Eggsy anaenda kunywa pombe peke yake huku akiangalia picha zake na mpenzi wake. Kwenye picha moja wanaonekana wakiwa wamemshika mbwa wao. Tukio hili linampa Eggsy wazo jipya. Anamtembelea Harry usiku wa manane na kumletea mbwa kama zawadi. Harry anafurahi lakini, ghafla Eggsy anatoa bunduki na kumlenga yule mbwa. Anatishia kumpiga risasi, huku Harry akishangaa ni mtu wa aina gani anayeweza kumpiga risasi mbwa mdogo. Eggsy anamwambia kuwa Harry amewahi kumpiga risasi mbwa huko nyuma. Jasusi huyo mdogo anaamini kuwa akimshtua Harry, ubongo wake unaweza kuanza kufanya kazi Ghafla Chumba kinaanza kuzunguka machoni mwa Harry na vipepeo wake wanaanza kuruka. Harry anakumbuka kuwa alilazimishwa kumpiga risasi mbwa huko nyuma, lakini kiuhalisia alitumia risasi baridi, hakumdhuru mbwa yule, bali alimchukua na kumfanya wake. kumbukumbu -kumbu moja inaleta nyingine, na Harry anapata kumbukumbu zake zote mpaka wakati alipopigwa risasi na adui. Hatimaye Eggsy anamsikia Harry akiliita jina lake na wawili hao wanakumbatiana kwa furaha. Huku Harry akiwa tayari kurudi kazini siku inayofuata. Merlin anampa zawadi ya miwani yenye jicho moja lililofunikwa. Harry analazimika kujaribu ujuzi wake baada ya mtu mmoja kuanza kuwafanyia fujo. Mtu huyo anataka kupigana. Harry anajaribu kuzungumza naye kwa hekima, lakini mtu huyo anaendelea kumkejeli. Harry anaenda mlangoni na kuufunga. Anasema kuwa mwanamme ni mwanamme kwa sababu ya tabia zake njema. Bila tabia njema sote tungekuwa wanyama. Kisha anatumia mwamvuli wake kumshambulia mtu huyo kwa mtungi wa bia, lakini anakosa shababa. Hari anashambuliwa na kupigwa mpaka Wiski anapoingilia kati na kuwashughulikia wale wahuni. Hari anakaa chini kupumzika akijihisi amewaangusha wenzake, lakini Merlin anamfariji akisema uwezo wake utarudi kidogo kidogo. Wiski anapokuwa anawapiga wale watu wa Kentucky, runinga zinadukuliwa. Poppy Adams anaonekana kwenye kila chaneli na ana matangazo ya kutoa. Anamwambia rais wa Marekani kuwa dawa zake za kulevya zimesambaa kote duniani. Amezibadilisha ili zisababishe ugonjwa na dalili zinaanza na vipele vya bluu. Hata hivyo, hali itazidi kuwa mbaya kadiri siku zinavyoenda, na kusababisha kifo. Poppy anasema anayo dawa ya kutibu na ataigawa duniani ikiwa rais atakubali masharti yake. Anataka dawa za kulevya ziwe halali kama sigara na pombe. Matangazo haya yanaleta taharuki, huku habari zikieleza utu wa Poppy. Inasemwa kuwa alihitimu katika chuo cha biashara cha Harvard, lakini alionekana kuwa na matatizo ya akili na kila mtu. Wagonjwa wanaanza kujaa nje ya hospitali mbalimbali, lakini hakuna nafasi ya kuwapokea wote. Baada ya onyo hilo, rais anazungumza na jenerali wake na katibu wake. Katibu anapendekeza wapange mpango wa wa kusaidia mamilioni ya watu watakaokufa, lakini rais ana mtazamo tofauti. Anataka watumiaji hao wa dawa za kulevya wafe ili kusiwe na mtu yeyote anayetumia dawa hizo. Kwa njia hiyo, jamii itasafika na Poppy Adams atashindwa. Kwenye makao makuu ya Statesman, bosi anasikiliza mazungumzo ya rais. Eggsy yupo hapo na anakubaliana na bosi kuwa wanapaswa kuchukua hatua kuokoa mamilioni ya watu. Punde si punde, Jinja Ale anawajulisha kuwa Clara anazungumza na Charlie kwenye simu. Mawakala wengine wanasikia mazungumzo hayo pia. Klara anamwambia Chali kuwa naye ameambukizwa na mpenzi wake. Anamwelekeza aende Italy kukutana naye mahali fulani, huko atampa dawa ya kutibu. Eggsy anaondoka akiwa na Hari na Whisky. Hari anaingia kwenye chumba cha kudhibiti, huku Eggsy akiingia kwenye maabara ambako dawa hizo zinatengenezwa. Anajaribu kuchukua sampuli chache ili aweze kuziondoa hapo. Eggsy anagundulika na Chali, lakini anafanikiwa kuchukua chupa ya dawa na kukimbia nayo. Anapanda kifaa cha kutelezia akiwa na whisky lakini hawafiki mbali. Charlie anadhibiti kifaa hicho na kujaribu kuwaua, ingawa mawakala wanafanikiwa kutoroka. Mawakala hao watatu wanakutana kwenye kibanda msituni, lakini bado hawako salama. Whisky anaona kundi la wabaya likikaribia na kumsukuma Eggsy mbali na mlango. Jambo linalosababisha ile dawa ya kutibu kuanguka na kupasuka. Eggsy anamtukana Whisky kwa sababu dawa imeharibika, lakini Whisky anajitetea akisema alikuwa anamwokoa Eggsy. Whisky anawaambia wabaki hapo wakati Whisky anaanza kupambana na wale wabaya. Harry anahisi kuwa Whisky anashirikiana na wabaya, lakini Eggsy anapuuza wasiwasi huo. Anatoa hoja nzuri akisema haionekani hivyo kwani Whisky anawaua wale wabaya. Whisky anaporudi kibandani wabaya wengine wanakaribia. Jasusi huyo wa Statesman anamwomba Hari ampe ya bunduki yake kwa kuwa Hari hayuko kwenye hali nzuri ya kupigana, lakini anapojaribu kuchukua bunduki hiyo, Hari yampiga risasi kichwani. Wakati huo huo, wale wabaya wanaanza kufiatiwa risasi kwa bunduki kubwa za Gatling. Hari ana suluhisho na kutoa bomu la majaribio jipya la shirika la Kingsman. Baada ya kuwangamiza washambuliaji wote, Eggsy anamkaripia Hari kwa kile alichokifanya. Anakimbia kutumia teknolojia ya kurekebisha tishu kwa Whisky ili kumwokoa, kisha anawasiliana na kituo kuwapa taarifa. Anapoulizwa nini kimetokea, Eggsy anajibu kuwa Whisky amepatwa na shambulio la adui. Vyovyote ilivyo, Eggsy anapaswa kuendelea na misheni yake. Anamwambia Merlin kuwa anaenda kwenye maabara kuiba dawa hizo, lakini Charlie anaharibu mpango wake. Ukweli umebainika na Charlie anajua Clara alimsaliti Clara kwa kulala na Eggsy hivyo anaamua kumuua Clara pamoja na kila mtu kwa kuilipua maabara. Sasa mawakala inabidi wategemee kidokezo chao kijacho ambacho ni jina la msafirisha halisi aliyepaswa kuchukua dawa hizo. Wakati huo huo, rais wa Marekani hajabadilisha msimamo wake, anawaweka kwarantini watumiaji wa dawa walioambukizwa kwa kuwafungia kwenye seli ndogo. Baadaye Merlin anafanikiwa kupata eneo la Poppy kwa kudukua vifaa vya elektroniki vya ule msafirisha. Harry anamwambia kuwa ndiye aliyempiga risasi Whisky kwa sababu anafikiri ni msaliti. Wanapoanza kubishana, Tilda anampigia simu Eggsy na Eggsy anafurahi sana kupokea. Hata hivyo, Tilda amempigia kwa bahati mbaya. Eggsy anaona vipele vya bluu mwilini mwake, huku Tilda akiongea mambo yasiyoeleweka. Eggsy anagundua kuwa Tilda amefikia hatua ambayo walioambukizwa wanapoteza fahamu. Hatua inayofuata ni kupooza na kisha kifo. Simu inakatika na Eggsy anashindwa kujizuia. Anaruka kwenye lifti na kutangaza kuwa anaenda kukabiliana na Poppy hata iweje. Harry na Merlin hawawezi kumwacha peke yake, hivyo wanamfuata. Wanapokuwa wanaruka kuelekea kwenye kituo cha siri cha Poppy, Harry anamwambia Eggsy kuwa yeye ni kijana wa ajabu na anastahili kila alichonacho. Sasa Merlin anawakatisha wakati wanakunywa vinywaji na kuwaonyesha silaha mpya. Wakati haya yote yakiendelea, Whiskey anaamka na kumwambia Ginger Ale kuwa Harry ndiye aliyempiga risasi ya uso. Anamwomba amtayarishie ndege na anamfuata jasusi wa Kingsman. Mawakala wa Kingsman wanatembea msituni mpaka Eggsy anapokanyaga bomu la ardhini. Merlin, ambaye ni jasusi mkongwe, ana vifaa vya kushughulikia mtego huo wa mauti. Anatoa kifaa kinachoweza kugandisha bomu hilo kwa muda anamsukuma Eggsy pembeni na kuchukua nafasi yake kwa kukanyaga bomu hilo. Ingawa wenzake wanajisikia vibaya, Merlin anawaamuru waendelee na misheni. Kwa shingo upande, Eggsy na Harry wanamtii kwa sababu wanajua maisha ya mamilioni ya watu yako mikononi mwao. Merlin anawavutia walinzi karibu naye kwa kuanza kuimba wimbo wa Country Roads wa John Denver. Walinzi wanapokuwa karibu, anaachia lile bomu na kufa pamoja nao. Sasa Eggsy amekasirika, anaingia kwenye kile kituo akiwa na Harry. Kabla ya lango kufungwa, kuna walinzi wengi wanaowafyatulia risasi, lakini Harry ana mwamvuli usiopenya risasi unaofanya kazi nzuri. Kisha Eggsy anatumia mkoba wake kama mashine ya bunduki kuwashinda baadhi ya wabaya. Mkoba huu haufyatui risasi tu, bali pia unaweza kurusha makombora madogo. Wabaya hawana nafasi. Wanapomalizana nao wanapata mahali ambapo Poppy amejificha. Charlie yuko naye, lakini anakimbia ili Eggsy amfuate. Harry anataka kuchukua dawa za kutibu, lakini Poppy hakubali kushindwa kirahisi. Anapiga mluzi kuamsha mbwa wawili wa robot, ingawa mmoja tu ndiye anayeamka kwa sababu mwingine alikuwa anachajiwa. Harry anapambana naye, lakini roboti huyo ni mkali na Harry analazimika kukimbia. Mbwa huyo wa robot anamfukuza Harry mpaka anamwangusha chini. Wakati Harry hana jinsi ya kujitetea, mwanamuziki Elton John anatokea mbele ya mbwa huyo na kumfanya asimame. Mbwa huyo amepangwa kumtambua Elton kama rafiki. Elton John alikuwa ametoweka kwa muda mrefu kwa sababu Poppy alimteka na kumweka mfungwa ili afurahie maonyesho yake faraghani. Elton John akiwa amesimama mbele ya roboti yule, Harry anatumia mpira wa mchizo wa bowling kumharibu kwa nje. Eggsy anaanza kupigana na Charlie. Mkono wa robot wa Charlie unampa faida kubwa kwenye pambano hilo. Eggsy anapopata kipigo kikubwa, anatumia kifaa kudukua mkono wa Charlie. Sasa kwa kuwa anaudhibiti mkono ule, anamfanya Charlie afanye mambo ya ajabu. Hatimaye anamrundika Charlie kwenye mti hivyo bado Chali hakubali na anauchomoa ule mkono bandia. Eggsy anataka pambano la haki na anatumia mkono wake wa kulia tu kupigana mwishowe anamshinda Chali na kumuua. Kisha mawakala wanampata Poppy na kumwamuru wape neno la siri litakaloachia dawa za kutibu ulimwenguni. Poppy hakubali kushindwa kirahisi, hali hiyo Harry anamchoma sindano ya dawa yake mwenyewe. Merlin alikuwa ameweza kutengeneza nakala ya dawa ile. Popi anaanza kuonja machungu ya dawa yake mwenyewe. Anapopoteza fahamu, anaanza kurudia neno Viva Las Vegas. Ghafla Poppy anakufa. Harry anasema labda walimchoma dozi kubwa mno. Eggsy anamwambia Harry ajaribu lile neno Poppy alikuwa anasema, lakini kabla Harry hajabonyeza kitufe chochote, Whiskey anatokea kuwazuia. Inabainika kuwa Whiskey hayuko upande wa wabaya, bali anakubaliana na rais kuwa walioambukizwa wa wanastahili kufa. Eggsy anampiga kwa mwanga mkali wa ghafla na mawakala wa Kingsman wanaanza kupigana naye. Baada ya kumfundisha adabu, wanashirikiana na kumtumbukiza kwenye mashine ya kusagia nyama. Kisha Eggsy anaandika neno la siri kwenye kompyuta ya Poppy na kuachia dawa za kutibu ulimwenguni. Kwa mara nyingine, Eggsy anafanya kazi yake na kuokoa dunia. Mpenzi wake sasa yuko salama pamoja na watu wote walioambukizwa. Mwishowe, mashirika yote mawili yanakusanyika kusherehekea, ambapo Ginger Ale anakuwa Whisky mpya na Tekila anajiunga na shirika la Kingsman nchini Uingereza.